Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewataka wakulima nchini kuchangamkia bidhaa ya bima ya mazao iliyoanza kutolewa na baadhi ya taasisi za fedha hapa nchini ili kumaliza changamoto inayowakumba mara kwa mara kutokana na tatizo la ukame, bei za chini kwenye soko la dunia, pia magonjwa. Akizungumza wakati akitembelea maonyesho ya, ya kuhamasisha ushirika nchini ambayo yamefanyika mkoani Dodoma, waziri mkuu amesema wakulima watakuwaweza kuchangamkia huduma ya bima kwa mazao na mifugo wataweza kuboresha shughuli zao. Natoa wito kwamba waelewe wa, wa, wa kwamba wakijiunga kwenye bima ya mazao wanakuwa hawana e, hatari yoyote riski yoyote ya kupoteza kama pale tuseme mazao hayajazaa au tutaku, kama kuna mafuriko au wakati wa kiangazi na wakati wa kusafirisha wanapata. Kwa upande wake meneja wa benki ya Covenanti Sabeta Mwambeja amesema wameungana na benki ya CRDB kutoa bima ya mazao kwa wakulima nchini. Amesema huduma hiyo inapatikana mahali popote pale ambapo huduma za benki zinatolewa na CRDB, lengo likiwa ni kuhakikisha kilimo kinatoa mchango mkubwa kwa maendeleo ya wakulima moja moja na nchi kwa ujumla. Mheshimiwa mpaka sa sasa hivi tumeungana na CRDB, tumeintegrate kwenye systems zao za ATM na za maagent na POS, ili wateja wetu waweze kutumia hizo na sawa sawa.